Ilikuwa sawa na hawa watu wa Korea 1963. GDP yetu ilikuwa sawa, wao ni watu wa kilimo kama sisi, lakini leo uchumi ya Korea ni 20 times that of Kenya. Munaona iko makosa mahali fulani? Yes. We must ask ourselves what did Korea sasa, un, just imagine. Watu tulikuwa sawa sawa sawasawa 1963. Sasa hii tunaenda kwao kukopa pesa. Tafadhali nawaomba Wakenya wenzangu tukubaliane tubadilishe hii nchi, tuache siasa ndogo. Siasa ndogo ambaye haitusaidii, siasa ya ukabila, siasa ya chuki, siasa ya kugawanya watu, siasa hiyo. Watu wengi hawa ambao wanazurura kutusumbua, wanatusumbua kwa maduka huko, wanaongea mambo ya ovyo, hakuna kitu wana, wanaongea you know? Ama, ama namna gani? So tafadhali, mimi nawaomba viongozi, sisi wote tuamini Mungu na tujiamini wenyewe na tuamini taifa letu la Kenya. Tunaweza kuibadilisha hii taifa sisi wote tukiweko. Sijui kama tunaelewana jameni. Hakuna haja hii ugomvi kidogo kidogo. Kama wewe ni kiongozi na uko na sera na mpango tofauti bora kuliko hii yetu, tueleze. Usiseme ati mpango yako ni kuja kuondoa affordable housing. Sasa hiyo ni ujinga. You know, he, he, think, if, if William Ruto wants to do a million house or three million don't tell us you are going to bring down what William Ruto is doing. That is stupidity. thaii <laughs> Sitaki kusema sana mambo hii ya siasa.